Moja kati ya taarifa ambayo Mange Kimambi ameweza kuianika siku ya leo ni taarifa ambayo inamhusisha mwanamama Zari ze Boss Lady pamoja na msanii Diamond Platnumz. Jambo ambalo Mange Kimambi amelizungumza limewashangaza sana watu wengi, kila mtu akiwa anajiuliza hichi kitu ambacho Mange Kimambi amekizungumza kina ukweli ndani yake au kuna kitu gani ambacho kinaendelea, kwa sababu tuliwahi kusikia tetesi ya kwamba huyu mtoto wa Zari pamoja na Diamond wa pili Nilan, kwamba sio mtoto wa msanii Diamond Platnumz. Ukiangalia kwa sasa hivi, uh, Diamond na Zari wamegombana, na unaambiwa chanzo cha kugombana kwao ni huyu mtoto wa pili Nilan. Diamond Platnumz anataka kupima vipimo vya DNA kwa Nilan, lakini Zari the Boss Lady amegoma kabisa kufanya vipimo vya DNA na kudai kwamba kama unaona sio mtoto wako uh, ni mtoto wako e, basi utarudi na kuendelea kumlea e, huyo mtoto sasa. Mange Kimambi leo ameamua kuanika ukweli. Ni kitu gani ambacho kinaendelea? Ni kitu gani e, ambacho kimesababisha Zari pamoja na Diamond wakaendelea kunyamaziana kama hivi. Mange Kimambi anakuambia, e, kile kipindi e, ambacho Diamond Platnumz anaishi na Zari za Boss Lady e, unaambiwa Zari alipopata huu ujauzito ulikuwa sio wa msanii na Mange ameweza kudhibitisha wazi na kudai kwamba kipindi ambacho Zari amepata ujauzito ni kipindi ambacho msanii Diamond Platinum alikuwa ana show Dubai. Na ukiangalia sasa, Mange Kimambi anakuambia, akicheza katika tarehe zake, anakuambia kabisa yule mtoto Diamond Platinum amepigwa yule mtoto, Diamond anatakiwa na ahakikishe vipimo vya DNA, kwa sababu tu Mange Kimambi anakuambia sio mtoto wa msanii Diamond Platinum, lakini pia E, tunaweza kukumbuka ile interview ambayo Diamond Platinum aliweza kuizungumza baada ya kuachana na Zari, e, alizungumza mambo mengi sana kwamba Zari ni mwanamke wa namna gani, alizungumza kwamba Zari, e, ni mwanamke ambaye alikuwa akiona mume wake ametoka anatembea mpaka na matrainer wake, lakini pia aliweza kumtaja msanii mwenzake P Square, e, Peter wa P Square wa e, Diamond Platinum alimtaja kwamba alitembea na Zari na yeye pia baadaye akaja akafahamu jambo ambalo lilimuumiza kwa asilimia kubwa sana. Sasa unaweza kuona maneno ya Mange Kimambi ambao amezungumza kwamba eh, kipindi Zari amepata huu ujauzito ni kipindi ambacho Diamond alikuwa na show Dubai, lakini pia ukija kulinganisha na haya maneno ambayo Diamond aliyazungumza katika ile interview kwamba yeye eh, akiwa ye, anatoka Zari alikuwa anatembea na wanaume tofauti tofauti, unaweza ukapata kitu ambacho Mange yeye binafsi ameweza kukizungumza hapa, huenda kweli huyu mtoto sio wa msanii Diamond Platnumz, kama ambavyo inazungumzwa. Lakini tunafahamu Mange Kimambi pamoja na Zari the Boss Lady ni watu ambao wanagombana mara nyingi, ni watu ambao wana ugomvi wa muda mrefu sana, na ugomvi wao mpaka leo hii bado ugomvi huo haujafika mwisho, yani hawajawahi kusuluhisha. Sasa bado tunaendelea kujiuliza kwamba huenda Mange Kimambi anaendeleza kisasi chake, kwamba kutaka kumharibia Zari kwa msanii Diamond Platinum, au yeye ameamua kuzungumza hivyo. Kwa maana gani? Alikuwa anamaanisha nini kuzungumza kwamba Nilan sio mtoto wa msanii Diamond Platinum? Lakini pia alikuwa anamaanisha kitu gani Diamond Platinum, alienda katika show Dubai. Lakini eh, tunafahamu baada tu ya Diamond kuwa na Marekani eh, na kufanya ile interview yake kabla hajaenda katika interview alikutana na Mange Kimambi na walizungumza eh, mambo mengi sana. Sasa eh, baada ya kukutana na Mange Kimambi ndipo akaenda katika ile interview na kuzungumza kwamba kuna watoto anawalea ambao anajua kabisa hao watoto sio wa kwake. Na baada ya kuzungumza hivyo tukaona Zari amepaniki na baadaye akamwambia Diamond kama una sio basi kulea yeye, akaamua kuwalea wala watoto peke yake. Lakini eh, unaweza kuona hapa mtu mchonganishi ni ni Mange Mange Kimambi. Mange tangu mwanzo kabisa alikuwa anamwambia Diamond kwamba huyu mtoto wa kwako, mtoto mtoto sio sio wako, ni Tifa Tifa yake yake, lakini Nilan, eh, sio mtoto wako. lakini Nilan Nilan Nilan ukimwangalia, anafanana tu na na dada yake, wala hakuna neno. Mimi sioni tofauti ya Nilan pamoja na Tifa, mimi naona wanafanana, naona ni watoto wa Diamond, lakini Kini, utata umekuja baada tu ya Mange Kimambi uh, kumthibitishia Diamond Partner alipokutana huko Marekani. Uh, sijui ni kitu gani alichomuonesha, huenda alimuonesha ushahidi mzuri zaidi uh, ukapelekea Diamond akamwamini Mange Kimambi kwa asilimia kubwa sana uh, na alipoenda katika interview na kuzungumza maneno kama yale, wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuchie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na turn on notification.